Unakuja pole pole nani? Toka nje nani kwanza? Unakuja kwa fundi na kielele nani? Nani, ilikuwa tu kukuja. Oh, ingia nani? Eh? Unakuangana na madam nani? Ukikuja unakuja pole pole? Ni sawa. Sio unakuja tu ati wote unakaa hata hujakuwa juu. Si nilisikia ulianguka na gunia nani? Kaa chini sawa. Suruni madam. Unataka kusalimia mabibesa wenyewe nani? Mimi ameleta fundi ama mimi hata sikongeangi watu. Nani? <coughs> Fundi, Hey. Hey. Hey. Fundi. Hey. Sema, sasa fundi hmm. Nilikuwa nimekuja ilikalimekua radio yangu, fundi. Ayongei Kiluhya kabisa. Majirani nasikia radio yako hii inaongea Kiluhya. Mzee, hii ya ulibangi watangasaji. Watangasaji wanafaa wapi? Watangasaji wako hapa ndani. Hata ukitaka mimi nifungue hii radio. Mm. Mutaona watangasaji wakitoka wakipumusi. Wakipumusi. Wakipumusi kata radio inyamaze. Mm -hmm. Wewe waulibi watangasaji. Sasa unataka waongea aje Kiluia? Unasikia kama radio hii yenye imekucha hii ya, ya, he, he, hendo. Mm. Radio inaongea Kiluya fisuri. Sina kusikia. Enda uhuse ngombe nani

Alivika class tu oh, oh, oh. Nani mimi jetu siku kuenda hata shule. Nani leta uuze ng'ombe? Leta elfu thelathini. Hizi tu yako nitaweka kendo. Mm -hmm. Nitaweka mumbo, mm -hmm. Nitaweka mrembe. Mm -hmm. Itaongea Kiluhya. Hii yafaa utupe. Sikia hata watangazaji wanasema sasa, nikitupa ama nikuachie, nikileta hii. Hii leta elfu thelathini. Mm -hmm. Nikupende tu mu. Mm -hmm. Yeye inaongea Kiluhya, inataandika Kiluhya nani? Mm -hmm. Hey. <laughs>

Ni kwa nani? Fundi. Mbona mtengenezavyo re awakulangi? Yeye ndo kuleta pesa yako nani? Na madam, sometimes unauliza huyu mgeni naweza mupea chakula. Sio unaenda tu jikoni mimi pesa yenye ninatengenezea work red unataka kupea watu kama hao. Nani? Madam, wewe shukuru kwa mume wangu. Ndugu yangu tumeishi na wao kumbe ni nani? Nani? Leta leta pesa ya redo na nini? Nani? Nani? Nani? Nani? Nani? Nani? Nani?